Katika orodha ya Forbes ya mwaka 2024, utajiri wa Mohamed Dewj ama Mo Dewj ulikuwa umeongezeka kutoka dola bilioni 1.5 hadi bilioni 1.8. Orodha ya mwaka huu ya mwaka 2025 inaonyesha kuwa utajiri wake umeongezeka wa tena na kufikia dola bilioni 2.2 kwa sasa. Kampuni yake ya Mohamed Enterprises Limited ndiyo kampuni iliyotoa ajira nyingi zaidi kwa Tanzania. Inaonyesha kuwa Mo Dewji, ambaye ni shabiki mkubwa wa klabu ya Simba na mdau wa maendeleo ya soka hapa nchini, anaendelea kupanda kwa kasi katika orodha ya matajiri. Mmiliki wa kampuni ya Dangote Group, Aliko Dangote kutoka Nigeria, ameshika nafasi ya kwanza kwenye orodha ya mabilionea wa Afrika kwa mwaka wa 14 mfululizo, akiwa na utajiri wa dola bilioni 23.9 ikilinganishwa na dola bilioni 13.9 mwaka jana. Katika orodha hiyo, Johan Rupert wa Afrika Kusini anashika nafasi ya pili akiwa na utajiri wa dola bilioni 14, sawa na ongezeko la asilimia 39. Niki Openheimer na familia yake kutoka Afrika Kusini wanakamata nafasi ya tatu kwa utajiri wa dola bilioni 14. Orodha ya matajiri wengine Afrika ni Nasif Suris kutoka Egypt ama Masri, yeye yeah, ana utajiri wa dola 9.6 bilioni Mike Adenuga kutoka Nigeria dola 6.8 bilioni. Abdul Samad Rabiu kutoka Nigeria ana utajiri wa dola 5.1 bilioni. Nagib Sawir, kama nilivyosema, utajiri wa dola za Kimarekani bilioni tano. Kusbeka kutoka Afrika Kusini yeye ana utajiri wa dola bilioni 3.4.